Yakobo na watoto wake wameketi. Yusufu anaingia wa akiwa na furaha. Baba na ndugu zangu, nimeota ndoto ya ajabu sana. Tuelezee mwanangu. Nimeota wote tukiwa tunalima mashamba mara, mganda, mganda wangu kasimama na miganda yenu kainamia mganda wangu. Unamaanisha akuinamia? Wewe unajiona bora kuliko sisi? Hapana, ndugu zangu, bali ni ndoto tu. Ndugu wanatoka wakinongona kwa hasira. Jana mdogo, mtatuamrisha nini? Ndugu wakiwa jangwani. Yakobo anamtuma Yusufu ampelekee chakula. Wapelekee ndugu zako chakula. Sawa baba. Njoni! Mr. Mandoto hapa anakuja na ndoto zake zitatua huko mwaka Tumue. Tusimue bali tumtupe kisimani. Ndugu zangu, chakula hiki hapa. Asante. Wanamtupa kisimani kisha wafanya biashara wa Misri wanakuja. Hapa kuna nini? Kuna biashara, tunawauzia mtumwa. Je, ni kijana mzuri? Ndio. Mtachuzia kwa vipande vingapi? Umeamua kumuuza kwa vipande thelathini vya fedha. Ila sisi tuna vipande ishirini. Sawa. Wanamchukua Yusufu tutalifanya nini ili tumpelekee kama baba ushahidi ya kwamba Yusufu ameshafariki fariki. nani ana wazo? Mimi hapa. Simeon ataenda kumkata, ataenda kumchinja mwanakondoo mmoja ambaye tutatumia damu yake kuipaka katika vazi la Yusufu na kulichana, ili baba ajue kwamba Yusufu ameshafariki. wa sawa so, wazo nzuri. Wazo nzuri. Yakobo anakuja kulia baadaye, baada ya kuonyesha vazi la Yusufu lenye damu ya mbuzi. Yusufu Yusufu, ndugu yetu Yusufu. Kwani kuna nini? Yusufu, Yusufu amefariki. chanzo cha kufariki ni nini? ameliwa na wanyama wakali mwituni. eh hey, Yusufu mwanangu, Yusufu Yusufu. Potifa anamchukua Yusufu kama mtumishi. Karibuni. Asante, tumekuja kununua mtumwa. Huyu hapa ni kijana mzuri sana ambaye anaweza kulima kujenga nyumba yani kiujumla amesomea kozi ya kazi. Mnamuuza kwa vipande vingapi vya fedha? Vipande ishirini. Tafadhali mpe mke wangu. Huyu hapa ni mtumishi wetu mpya. Karibu mtumishi Baada ya siku tatu, Potifa anasafiri. Mke wa Potifa anajaribu kumshawishi Yusufu, lakini Yusufu anakataa. Unaonekana wewe ni kijana mtanashati, unaweza kukubali nikutengenezee kutengenezea jinsi ya matunda ya maembe au ya mapashi? Hapana, siwezi kumkosea Mungu na bwana wangu. Hawezi kunisikiliza, maana mimi ni malkia wa hii nyumba. Mke wa Potifa anapiga kelele akisingizia Yusufu. Yusufu anakamatwa na kupelekwa gerezani. Yusufu akiwa gerezani, mnyweshaji na mwokaji wanaleta ndoto zao. Niliota mzabibu wenye matawi matatu na nikimiminia divai kwa mfalme. Unaweza ukanielezea maana ya ndoto yangu? Ndoto yako ina maana ya kuwa ndani ya siku tatu utarudishwa kazini. Na mimi bwana mdogo, niliota na mikate kichwani mwangu na ndege wakala. Ndoto yako ina maana ya kwamba ndani ya siku tatu utanyongwa. Hey, jamani, nasikitisha sana kwamba nitanyongwa <laughs> baada ya siku tatu. Mnyweshaji anarudi kazini na mwokaji ananyongwa. Farao anaota ndoto na kuitisha watabiri, lakini hakuna anayeweza kutafsiri ndoto hizo. Mfalme, tulipokuwa gerezani, kuna kijana aliyeweza kutafsiria ndoto zetu. Anaitwa nani? Anaitwa Yusufu. Yusufu, Yusufu analetwa Yusufu, nimesikia kwamba wewe ni mtabiri mzuri wa ndoto. Tafsiri ndoto yangu. Mfalme, kwa neema ya Mungu naweza kukutafsiria ndoto yako. Ndoto yangu inasema kwamba ng'ombe saba, ng'ombe saba wanono no, na ng'ombe saba na waliokoni. Je, ndoto yangu ina maana gani? Ng'ombe saba wanono ni miaka saba ya neema, na ng'ombe saba waliokonda ni miaka saba ya njaa. Wewe unahekima sana, Yusufu. Utasimamia nchi yangu yote ya Misri. Yusufu anapewa pete, vazi la kifalme na gari la kifalme. Miaka ya njaa, ndugu wa Yusufu wanakuja Misri kununua chakula. Mwisho wanatambuana na kuogopa. Enendeni mkatafute chakula chakula, namuwe makini njiani. Sawa baba. Mkuu wa heshima na taadhima, yako imetoka katika mji wa Kanaani katika ukoa wa Yakobo tumekuja kununua chakula. Tulizaliwa kumi na mbili katika familia yetu, lakini mmoja wetu alifariki kwa kuliwa na wanyama wakali msituni. Je, baba yenu yuko wapi? baba yetu tumeamwacha nyumbani katika mji wa Kanani. Basi mtu mmoja kati yenu aende kumpata baba yenu. Nilipewa taarifa kwamba umefariki. <coughs> <coughs> Msiofu ndugu zangu, kwa maana ninyi mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia mema. Wanakumbatiana kwa furaha. <coughs> <coughs> <coughs> Wapigeni makofi watoto wetu. Ameigiza vizuri sana. Mkafuatilie katika kitabu cha cha Yusufu mwanzo. Mwanzo. Igizo hili limewekwa kwenu na wanafunzi wa Shule ya Msingi ya Little Flower. Na igizo hili linatufundisha kwamba Mungu hutumia matatizo hata Mungu hutumia matatizo yetu kutimiza makusudi yake. Tumamini Mungu katika kila hali. Asanteni.